Yes uh, maisha ni mafupi sana uh, kaka, nilikuwa nataka nikwambie kitu kimoja ambacho ni simple kabisa, kwamba siku zote unapohitaji kuwa na mafanikio eh, mafanikio yako mgongoni mwako, hayapo kwenye migongo ya watu hata siku moja. Siku zote ukihitaji wewe uferi, msikilize binadamu wenzako, yeye anataka kukwambia kitu gani, ukimsikiliza kwamba kushauri kuhusu mafanikio kaka kuhusu swala utajiri hauko hatukuhesabu kabisa, maanake we ni miongoni mwa watu ambao wamefeli. Umeelewa? unatakiwa ufanikiwe vipi? Cha kwanza mtazame baba yako, kaka yako, mtazame mama, mtazame mjomba, shangazi, angalia e, renki zao za mafanikio, zitazame kwanza, halafu hapo ndo utapata machungu kama baba mama, nani, mjomba hawajawahi kununua hata gari, hawajawahi kujenga hata nyumba ya maana eh? Basi hiyo ndo njia pekee au ndo jibu pekee ambalo litakupushi na kusimamia kwamba wewe unatakiwa upambane, hawa watu huje kuwakomboa. Hiyo ndo silaha kubwa. Lakini ukimsikiliza mtu fulani ambaye hujakuwa naye familia hata moja, hata familia yenu haijui, baba mama hamjui, hata shangazi mjomba hamjui, leo hii ukamsikiliza huyo mtu kaka, huyo mtu ni moja kwa moja umempa asilimia kubwa katika maisha yako eh? Atakufelisha kaka, kuna watu wengine wanajua maisha kuliko mafanikio yao, anakuelekeza hiki na hiki na hiki na hiki, achana mtu fulani afanye hivi, fanye hivi, kaka, utaenda kufeli. Fanya maamuzi yanayokutuma akilini mwako, kwani wewe ndiye Mungu anayekuongoza. Mungu ndiye anayekuongoza chakufanya i kitu gani? Sumenaelewa? Kama umenipata, komenti hapo chini andika nimekuelewa. Umenielewa? utakomenti katika hii video andika nimeelewa, ujanielewa. Komenti chochote nao pia na inaruhusiwa, si so, Umenielewa? Sasa kitu kingine ambacho bila kukisahau kabisa, ili uweze kufanikiwa, acha kiburi kaka, acha kiburi. Usije ukajichanganya ukamwambia binadamu wenzako kwamba wewe sio Mungu, bwana, utanipeleka wapi? Utafanyaje? wewe sio Mungu, huwezi kunisaidia chochote kaka. Haiko siku Mungu anaweza kaja akashuka mbinguni akashuka hapa ardhini kwetu hapa akakuletea fedha kwanza, kwamba mdogo wangu chukue elfu kumi, mdogo wangu fanya hivyo, shika nyumba hii hapa, anakukabidhi gari hili hapa. Mungu never ever happen. lakini Mungu huyo ndiye anayewatumia hawa watu ambao watakusaidia, halafu ndio nawapokee. Nakuambia kwamba we sio Mungu, utanipeleka wapi? Tunaishi kwa kutegemeana ndio, lakini si kwa asilimia kumsikiliza ili mtu akukontrol akili yako. Cha kufanya anayepatikana kusaidia kusaidia alichojaliwa kusaidia, na ukipokee. Unapogombana na mtu, acha hiyo kauli ya kumwambia wewe sio m umenielewa. Kwa hiyo mafanikio ni ni kivuli ambacho kimejificha sana, usiyatengenezee kuwa na mwanga, ili hali mafanikio ni kivuli ambacho kimejificha, umenielewa? Kubali kwanza matokeo halafu ndiyo mafanikio atakuja. Waheshimu watu waliokutangulia katika mafanikio. Ukikuta mtu amefanikiwa ni tajiri anamiliki vitu fulani ambavyo amekuzidi, kaka, wewe sio mpumbavu. Kwa hiyo mafanikio ndio yako, hivyo pambana pambana katika maisha utafanikiwa. Kama umenielewa andika hapo chini nimekuelewa, wapelekee hiyo